Ugongo na kuanzia hapa, hii mifupa ndio nini, ndio inafanya ni kama vile black box, black box box yani kijisanduku cheusi ndani ya ndege. Historia zote ziko hapa na hapa, na hivi vitu, hii mifupa hii haiozi, hata uliwe na simba upotwe ndani ya maji, hii mifupa inabaki mpaka siku ya kiyama. Hii ndio itakayozungumza masuala yetu yote siku ya kiyama. Waja Mwenyezi Mungu, Qurani nilikuelezeni kwamba ni kitabu cha miujiza na huyu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kweli ni Mtume wa Mwenyezi Mungu, hana mfano. Tarehe kumi na sita mwezi wa saba elfu moja mia tisa na sitini na tisa. Tarehe 16 mwezi wa saba mwaka 1969, wengi hapa walikuwa bado hawajazaliwa, wa wengi walikuwa bado hawajazaliwa, wa lakini palitokea maajabu ya ulimwengu, maajabu ambayo wale waliyoyafanya wao walidai kwamba sisi ndo wa, wa, wa mwanzo kuweza kugundua hiki kitu, na hali maskini, ah, mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshazungumza. Hebu fikirieni kitu gani, wengi wanasoma, wale wasomi wanasoma tu, pana kitu kinachoitwa Apollo 11 Apollo 11 Apollo 11 Tarehe 16 mwezi wa 7 1969, palikuwepo katika hii Apollo 11 vyombo ambavyo ndo mara ya mwanzo mwanadamu anaweka mguu wake kwenye ardhi ya mwezi, kwenye mwezi, Neil Armstrong, Neil Armstrong na kundi lake na kiongozi wa huu msafara alikuwa anaitwa Adlin. Wanakwenda kwenye mwezi, safari ya mwanzo kwenda kwenye mwezi. Walipofika kwenye mwezi, wakazunguka wakazunguka wakazunguka wakizunguka, wakitumia upande wa kulia, upande wa kulia ndo wanazunguka, wanatumia upande wa kulia. Kwa nini upande wa kulia? Tunapokwenda hija, tunapofanya tawaf, tunatumia ni upande wa kulia. Wajua Mwenyezi Mungu, wajua Mwenyezi Mungu. Vijana wa Kiislamu someni, someni na wasomi wa Kiislamu badilikeni, muonyeshe watoto kwamba pana umuhimu wa kusoma Uislamu na hii ndio elimu ya Uislamu na huu ndio Uislamu. Neil Armstrong akashuka, aliposhuka akaanza kutembea zile sehemu za kwenye mwezi, alikwenda, alafu akarudi. Ilikuwa moja kwa moja CNN ya Kimarekani, moja kwa moja kwenye ardhi ya mwezi. Na huku ardhini, huku kwetu pakawa mawasiliano. Wakamuuliza, mbona unarudi nyuma? Akawaeleza, kwenye huyu mwezi nimeona kama vile pana ufa yaani ni sehemu ambayo imeshonwa tena. Ilikuwa ni nzima, lakini ikapasuka, alafu ikaunganishwa tena. Tazameni wachuwa Mwenyezi Mungu, nimekuombeni mnipe masikio yenu na mwanya wenu. Wakamuuliza unasemaje? Akasema naam, huyu mwezi unaona kama vile uliwahi kupasuka, alafu ukaunganishwa tena. Mwenyezi Mungu huyu ndio Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliotumiwa Qur'an ambaye sisi Waislamu Qur'ani tunaitupa nyuma ya migongo yetu, tunamalizana usiku na mchana. Armstrong akasema kwenye huyu mwezi pana ufa kama vile ulipasuka sehemu fulani, wote ulipasuka ukashonwa tena.